Ah, cheki sasa. Hapa hapa ni kwa Baba Ubaya. Sasa amefatwa Baba Ubaya, kuna huyu askari na huyu mama na huyu mtoto analia hapo. Mtoto anadai kapiwa mimba na huyu dogo huyu, mtoto wa Baba Ubaya. Naona huyu mtoto wa Baba Ubaya kampa dogo mimba. Sasa kilichotokea ni kwamba askari kaja kumkamata dogo. Sasa Baba Ubaya anashangaa, nangu ukampa mtoto mimba kweli? Askari anamwambia dogo kafanya upuuzi, kampa mwanafunzi mimba. Sasa mama elewi, unaona eh, mama kashika kiuno, aelewi elewi hapo, aelewi yeah, dogo naye. <laughs> ah! <laughs> dogo naye katanua macho unaona <laughs> <kimemsibu. laughs> <unaona laughs> eh? Baba Ubaya mwenyewe kachanganyikiwa eh? Kimeumana sasa, dogo anasema ah, naona eh? Kwa hiyo kinachotokea sasa, dogo inabidi akamatwe, na unajua kosa la kumpa mwanafunzi mimba ni miaka thelathini jela eh. Sasa Baba Ubaya anafikiria hivi kweli, mwanangu anaenda kufungwa miaka thelathini serious? <laughs> baba, dogo anakamatwa sasa <laughs> dogo <laughs> amekamatwa, sio kwamba ni utani. Dogo kakamatwa, mzoga mzoga. Dogo analia, baba, nisaidie. Anamwangalia, ana cha kufanya? Nitafanya nini? shenelo imeukamata askari ana moja wala mbili, ni kituoni. Baba nisaidie. Baba Ubaya anamjibu mi nifanyaje? Nitafanyaje mimi? Wewe ndo umeharibu, baba. Siwezi kubishana na sheria Umempa dogo mwanafunzi mimba, hapo jela miaka thelathini. Mimi nifanye nini mimi? Naweza kugombana na sheria na askari na serikali? <laughs> Kimeumana, sema kimeumana. Cheki dogo anaburuzwa, afande, twende kituoni, twende kituoni. Babake hatari, hatari na nusu sasa <laughs> Baba Ubaya anawaza hivi, kweli mwanangu anaenda kufungua miaka thelathini? Seriously, hii haiwezekani. Kinachotokea sasa, Baba Ubaya, najua Baba Ubaya, baba ni mzee wa sharishari, anasema hapa ni nikienda kukusikana sana. najua Baba Ubaya, nawenyewe ni mtu wa vita. Mzee huyu jamaa ni mtata Simoni amekaa hapa, ni mtata. Kama mtu anamjua Baba Ubaya, Baba Ubaya sio poa <laughs> ataweza kupigana na serikali sasa. Sasa huyu Baba Ubaya ana chumba chake ambacho ameweka zana za kazi, baba, silaha hizo. Jamaa lina chumba chake ambacho kuna rungu kama unavyoona, cheki hizo silaha hatari, naona mwisho wa siku baba yake katokea. Dogo ndo yule polisi kituo cha polisi, kila pale dogo anapelekwa kituo cha polisi, baba baba Baba Ubaya kashatokea kaja na upinde wake mshale huo e, e, e, e. Baba anafikiria sasa, hapa lazima ni mwokoe mwanangu na jela. kichaa wangu huyu ndo mwanangu mmoja, mwanao mpendwa naye. Hapo wetu ndo akamatwa aende jela kweli? Hapana, sikubali nao, potelea mbali hapa, na namuokoa mwanangu na kisanga. Naona lazima basi, boba nasema naanza na, na huyu. E, bunde, uba karusha rungu, wewe kampiga askari mwanangu, askari pa ushuti <laughs> Huyu babake. Dogo kachijumba nini hicho tena. Dogo kakoza kosa taruku na yeye. Dogo kabidi atichumae kwanza. Angale nini iki? Eh, ndingi kafanya maajabu kwa baba babake. Hata hapa, eh, si poa. Afu ni kituo cha polisi babake. Wewe unapiga serikali. Baba Ubaya ni kweli huyu jamaa. Ameamua kulipua kujilipua mwanangu. Je, utaweza kupigana na serikali? Naona eh? Dogo hapo ushuzi na yenyewe. Hii rungu limetoka wapi? Angalia nyuma, anamuona mshua hapo. E, kabidi asogee karibu na mshua. Naona sasa, awache, kapiga tena mshale, kamtungua afande mwingine kwa upinde pale. Mzee nie, mnataka kunichukulia dogo langu? Hapana. Naona sasa askari anakimbia nduki, kumbe ajui mshale ushapita, ushapenya ubababake dogo dogo kainama ka hapo kukwepa mshale. <laughs> Yani dingi wakolai, unaona eh, dingi karibu hapo bwana, dingi karibu, dingi unaribu ini serikali. Utaweza kupigana na serikali bwana? Sema potelea mbali, kwani nini bana eh? Yani uende jela miaka thelathini kweli na nando kicha wangu nao tu wewe, kobababake, haiwezekani, potelea mbali basi babaya kafanya maajabu kaua, eh? Raia unaua serikali <laughs> utakimbia wapi? Utakimbia dunia gani? Babaya kaamua kuichafua sasa. Dogo kamwambia, tusepe eneo hili, tusepe eneo hili, tutembee mbele, eh? Basi wamama kutoka nduki nduki, dogo kaza tako hilo, dogo kaza tako, ua babake, tushachafua ushaharibu

nyumba ya konshua kidogo dukiio dogo wanamua kunisapia eneo sasa, i utakimbia serikali ndugu yangu, Baba Ubaya kachafua mwada, unapigana na serikali, umeua, umepiga, umeua, utakimbia miangani ndugu yangu. Fanya ufanyavyo, lakini usipigane na serikali ndugu yangu fanya ufanyavyo lakini unapiga natika. Cheki je, wanakimbilia wapi? Cheki dogo, we sasa, hatima yao ni nini, washikaji? this is my question <laughs> <laughs> okay. Polo, tuende sehemu ya pili.